Nandy the African princess aliposti kupitia ukurasa wake wa Instagram katika upande wa insta story, aliweza kutangaza kwamba ameweza kupoteza pete zake za ndoa. Yaye bwana, Nandy aliandika maneno haya yafuatayo, aliandika kwamba wap, wapenzi wangu, nimepoteza pete zangu za ndoa katika mazingira ya kutatanisha. Please, atakayeziona au kama kuna sonara amepelekewa, naomba sana anicheki kwa DM. Nitatoa zawadi ya shilingi milioni kumi, kwani pete zangu zina memori kubwa sana maishani mwangu. Yaye bwana. Hayo ni maneno ya Nandy ambayo aliweza kupost kupitia insta story yake ya, bwana katika hali ambayo, katika mazingira ambayo ni ya kutatanisha, kuna mwamba ameweza kujitokeza katika mitandao kijami ya kijamii akidai kwamba yeye ndio anazo hizo pete za Nandy, na ameweza kufunguka vitu vingi, ameweza kusema kwamba sio pete peke yake, bali mpaka nguo zake za ndani. Bila kupoteza muda, tukamsikilize huyu jamaa ambaye anajinadi kwamba yeye ndio anazo hizo pete za Nandy pamoja na nguo zake za ndani kwa sasa e, tumsikilize, then turudi hapa tuone ni jinsi gani kwamba huyu mwamba anatafuta anatafuta umaarufu ama ni kweli. Na kama ni kweli, basi itakuwa sio poa, yaani issue imekaa imekaa kichokozi sana huyu mwamba. Sijui, sidhani kama ni kweli, lakini ngoja tumsikilize. Mke wako asikudanganye, wa asidanganye umma kusema amepoteza pete ya ndoa, pete ya ndoa ajapoteza amekuwa ni miongoni mwa wake wengine kama wasaliti kama wasaliti wengine. Huyo tayari sasa hivi yeye anakuchiti, na pete ya ndoa hajapoteza. Mimi mimi malaika ndiye amenipatia pete ya ndoa tukiwa katika mapenzi mazito. Kwa hiyo asikudanganye kusema kapoteza, mimi nilimvua katika kidole chake tukiwa katika mahaba mazito kwa hiyo ukihitaji kuipata pete ya ndoa, sitaki hela, hata shilingi mia, kama alivyoahidi. Nitafute ni Bilnass, nikupatie pete ya ndoa ya mke wako, na sio pete peke yake, mpaka nguo ya ndani ni, ninayo na imani nafikiri umeweza kumsikiliza kwa makini sana. Bwana, mimi sina cha kuongea zaidi, kikubwa nasoma na maoni yako, mpenzi mtazamaji wa Memorata TV. Katika hii issue umeionaje, imekaaje? Ulikuwa na mimi mtazamaji wako, naitwa Tino la Diva, na kusi uweze kusubscribe hapo chini, lakini pia naomba unifollow kupitia Instagram page yangu kama Tino la Diva. Unakuwa unatisha sana kwa sasa. Mimi na seni out, tukutane wakati mwingine tena.